Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya hii leo, tukiwa tunaangazia matatizo ya figo. Ndani ya studio tunao wataalamu, ikiwa ni mtaalamu wa lishe pamoja na daktari na pia tunaye uh, Karuri ambaye kwa wakati mmoja alijipata na matatizo ya figo lakini angalau sasa ameweza kupata matibabu na hali iko sawa. Kabla tuende kwenye mapumziko, tulikuwa tunazungumzia swala la matibabu ambalo uh, ni dialysis. So daktari, pengine tungependa kujua uh, haya matibabu, aina ya dialysis yanafanywa kwa muda gani? Maanake kama Asiba alivyotuonyesha upande ule, ni kwamba kuna wengine uh, wamefanyiwa uh, matibabu hayo kwa kipindi cha muda mrefu, mwingine hata kiangalia na mpaka miaka minane, anasema bado anaendelea na matibabu hayo. Kuna kiwango ambacho pengine mtu atakuwa anafanya yale matibabu halafu yawache, ama itakuwa ni kwa maisha yake yote? Aye, hapa lazima tutofautishe acute, uh, kidney injury na ile chronic. Acute ni kama yenye mwenzangu Francis hapa alipata, mm -hmm. Alitibiwa figo, ilirudi kazi na iko sawa mm -hmm. Chronic ni ile wakati figo imeathiriwa vibaya na haitawai rudi kazi venye venye ilikuwa inaendelea kudhoofika hadi unafika ile eh, eh, mahali ya mwisho, tunaitanga end stage renal failure mm -hmm. kidney failure, figo imemaliza kazi kabisa. Hapo ndo tunazishanga wagonjwa dialysis, juu inamaanisha ile kazi yote yenye figo inafanya imeenda chini ya asilimia kumi hata Haifanyi hiyo kazi, inamaanisha ile uchafu na sumu tumekuwa tukiongelea iko kwa mwili, figo inafaa kusafisha na kutoa ikiwa na mkojo. mm -hmm. Sasa haifanyi na haiwezi toa, ndio namaanisha huu mgonjwa sasa lazima kila wakati aende kwa dialysis, ndo hiyo mashini ya dialysis ifanye kazi ya figo. Ndio unaona sasa wanafanya mara mbili kwa wiki, wengine mara tatu. mm -hmm. ile wakati wana, wanakuwa wagonjwa zaidi Uh, muda wa dialysis labda inaongezewa iyo inaendelea kwa maisha yako yote hadi upate figo mpya, ugeiziwa figo ile transplant. mm -hmm. Ndio hapo alikuwa anataka kuuliza, maanake kuna wengine wanaambia kwamba figo moja ndio mbaya inatolewa moja. Sasa ikifika wakati anafanyiwa dialysis, inamaana kwamba figo zote mbili hazifanyi kazi, lazima figo yote mbili ziache kufanya kazi mm -hmm. Ndio upate chronic kidney disease. Mm -hmm. Hata na figo moja unaweza ishi maisha sawa sawa. Mm -hmm. Ndio maana hata wakati unaweza toa figo moja ni kupee, kama yako yote mbili yameathiriwa vibaya. uh -huh. na pia mimi nitakuwa sawa na wewe, ukuwe sawa sawa uh sawa sawa -huh. na Sasaana. Kwa hivyo yule mtu ambaye atakuwa pengine amekuwa akifanya dialysis miaka mitatu minne, akija akipata figo nyingine akipachikwa atakuwa yuko sawa bora ingiliane tu na mwili wake, ya ingiliane na mwili yake. <coughs> na pia kumbuka, baada ya kufanyiwa ile kugeuziwa figo uh -huh, apate mpya, kuna madawa lazima aendelee kumeza yenye zitazuia mwili yake uh, isikatae ile figo, figo mpya. Okay. Sawa so, kuna huu ameuliza hili swali, naomba tumjibu kabla nije kwa Felix mm. Anasema babangu anafanya dialysis na yeye hujikuna sana, ametumia dawa mbalimbali mbali, lakini bado hajapata nafuu. inaweza kuwa tatizo ni nini? Uh, yale machafu tulikuwa tunaongea yanakuwa yanakaa yana kwa mwili wakati figo haifanyi kazi, na dialysis wakati mwingine pia haizi toa yote. Mm. utapata labda kuna dawa itabidi aongezewe. Pole kwake, najua hawa wagonjwa wengi venye uliona mwenye alihojiwa madawa mengi yenye anatumia, itabidi labda ongezewe nyingine yaku, ya ku ya kwanza kutoa ile yenye sasa iko kwa ngozi, inamfanya ajikune sana, ndio sasa iweze kutolewa na dialysis. Okay. sawa sawa, nije kwako Felix sasa, nikiingia na swali, anasema swali langu kwa daktari wa vyakula, mimi niko mjamzito lakini daktari akanambia niko na acid mingi kwa tumbo. Huyu <laughs> ni mama ambaye ana Ha, okay, msaidie tu madhali swali lake lishakuja kuja, lafu tuendelee. Asema ni mjamzito lakini daktari amemwambia yuko na asidi mingi kwa tumbo, jua kila chakula chochote anatapika, nitumie chakula gani? Tafadhali. Anajiita Emma kutoka Meru. Um, tafaa uh, kwa asidi kwa wakati mtu akona ujauzito ni swala la kawaida hmm. Sababu moja ni kwamba venye ujauzito wako unaendelea kukua, kumbuka pia tumbo ya chakula iko hapo juu tu uh, karibu na tumbo ya uzazi kwa hivyo inaendelea kufinya ama kusukuma hiyo hmm. tumbo ya chakula kwa hivyo inapungua na unaweza kujipata ndo wana sababu wanapata dalili kama heartburn nini shida kama hizo kwa hivyo kuna vya, aina ya vyakula sana, sana unapata tunafuatilia zenye ziko uh, na acid mingi tunajaribu kuzitoa kwa diet yao okay. kwa mfano tukiangalia aina ya machungwa ama matunda zote zenye ni chachu kwa mfano malimau, machungwa, so, uh, passion, ananazi. So inamaanisha yeye matunda hiyo, kwa sababu the reason ni chachu, iko na citric acid. Na unapata wengine wakiwa wajawazito, sasa ndo wanataka hiyo chachu, chachu. yeah. yes. <laughs> Kwa hivyo inamaanisha yeye atajaribu kutafuta mba, mbandala wa kubandilisha hiyo matunda. Kwa mfano inamaanisha vitu kama labda uh, tunda kama ili nikonalo hapa kama watermelon, mm -hmm. litakuwa soothing kwa sababu liko tu na maji na labda vitamini na minerals kidogo sana. Aa, kitu ingine tunafuatilia pia ni spices. Watu wengi uh, wanapenda kutumia hizi natural uh, commercial spices uh, zenye zinauzwa pale kwa duka. Kwa hivyo inamaanisha andi pilipili pia iko kwa hizo spices. Kwa hivyo inamaanisha yeye atajaribu kuandaa chakula chake bila kutumia aina mingi ya hizi spices. Kitu ya tatu tunaangalia ni aina ya vinywaji zenye aidha ziko na majani chai mingi ama kofi mingi ama hizi vinywaji zenye zimefunikwa zenye ziko na gesi kama preservative, aina za soda zenye ziko pale kwa soko, kwa sababu pH ya hizo vitu zote mostly. Unapata kama ni kofi ni stimulant, itafanya acid kwa tumbo bado iendelee kukusumbua, majani chai mingi bado, alafu pia vinywaji kama hivyo nimesema kama soda. Kwa hiyo inamaanisha kinywaji yenye ni mzuri kwake, labda maji, labda chocolate, labda milo Tuko pamoja. Um, kitu kingine labda tunajaribu kuangalia ni aina ya protini yenye ni ngumu ngumu kama nyama, kwa mfano ukinapata mm -hmm. Kama yeye huwa anatamani kukula nyama uh, labda tuseme nyama kama hizi za kuchoma anaweza acha kwa muda, akule labda tuseme protini kama mayai, apate protini kama kuku zenye ni rahisi mwili yako kusiaka, kwa sababu protini wakati unakula sana sana nyama unahitaji asidi mingi sana kuweza kui kuichoma ndio iweze kukua kusiagwa na tumbo yako okay. So kuna mambo mingi sana tunaweza jandilia, so unaweza mwambia labda ajaribu kutembea kliniki, aketi na mtaalam, kwa sababu ni vitu karibu ishirini hivi tunafaa tumtathimini vizuri, ndio aweza kujichunga sasa. So, wanauliza je, matumizi ya chumvi kwa wingi yanaweza kuathiri afya ya, ya figo? Hilo ah, ni swali muhimu sana hmm, na tukirejelea ni kwamba wananchi wengi wanakula kiwango mingi ya chumvi na chumvi ni moja ya chakula ama rishe inaweza kutuweka kwa hatari ya kukua na shida ya pressure, ama shida ya figo mwishowe. Na pia moyo wetu unaweza kukua kuadhirika, roho yetu inaweza kuadhirika na, na ukijaribu kuangalia, kwa nini nasema hivyo ni kwamba utapata spices zenye nimetaja hapa, hizo aina ya spices tunatumia pale nyumbani. Mingi ya hizo spices zenye ni commercial utapata zimetiwa chumvi kama preservative na wakati inaingia kwa mwili, mwili wako ujui kama hiyo ni spice mm -hmm. ama sio spice mm -hmm. Um, kitu kingine utaangalia pia kuna apart from kupika na chumvi, kuna mwenye unapata bando wanatia chumvi mm -hmm. wakati anakula chakula mm -hmm. Na chumvi uh, ni aina ya electrolyte uh, electrolyte yenye ikizindi kwa mwili kama venye nilisema, kama tu potassium ikizindi sana inaweza kufanya ina inafanya maji mingi sana inabaki pale kwa mwili mm -hmm. Na maji mingi kibaki, kulingana na fisiolojia unapata uh, pressure ya mtu inapanda juu kwa sababu unajua maji kibaki mingi maji na ikiunganishwa na damu of course inamaanisha kiwango ina inapanda juu na kwa hivyo inamaanisha pressure inaweza enda inaweza kupanda juu kwa sababu. Ndo sababu tunasema sana sana sana ni vizuri tudhibiti chumbi, na ukiangalia kulingana kama watu kama WHO na watafiti wengine wanasema binadamu mwenye yako na afya bora ana shida yote afya kale kakijiko kadogo kachumvi mm. kana kutosha siku nzima. inamaanisha kama Uh, nitakula breakfast kama Felix kama lunch kama sapa, anafaa kutumia kale kakijiko ka moja kachumvi kale kandogo. Jaribu kutathimini hapa hivi nje, watazamaji wetu wanakula kiwango gani gapi ya chumvi? Na ndo sababu labda tunaona vitu kama pressure na hizi shida zinaendelea kuhu, kuzidi, kulingana na statistics zinaendelea kukua mingi sana kila siku sawasawa naomba tupatie lishe nzuri tu ambayo itasaidia katika kuimarisha afya ya figo yetu maanake ukija huku nje kuna dhana nyingine unaona vile hiyo uh, figo hapo nyuma yako iko kuna wengine anakwambia ukila maharagwe kwa sababu umbo lake ni kama figo kwa hivyo hiyo ni zuri sana ukila karot kwa vile ukikata inakaa kama jicho hiyo ni, sasa ni, ni kweli ama ni dhana na ni vyakula vipi ambavyo tunaweza kuviingiza katika mlo wetu kila siku ambavyo vitakuwa vinaimarisha afya yetu ya figo Ha. Ha. Kwa hivyo tukiangalia statement nilitumia ni, ni kwamba chakula chote Mungu ametupatia ni kizuri. Kitu chenye tunajaribu kuangalia labda maandalizi ya hizo chakula ndo ziweze kukua na afya. Kwa hivyo mtu mwenye ako na ugonjwa wa figo kitu ya kwanza tunatilia maanani sana ni kinga ya mwili ama immunity. Ku, kuwakataza sana sana, ni ina tu tatu sana sana ya matunda Avocado, oh, ni wagonjwa si tunataka sisi ambao hatujamanae ah, <laughs> ah, tukija huku kwengine tunaambia avocado ni tunda moja zuri sana mm, katika afya yetu ah, ni vizuri sana. Sasa, wale ambao ni wagonjwa nadhani tushawaambia vile mm, vyakula ambavyo wanastahili kuviepuka. Sasa to, ni huyu mtu ambaye tunataka alinde figo yake ili isiweze kuja kupata matatizo ah, ale vyakula vipi kwa wingi ah, vizuri sana. Mm. Kwa hivyo, uh, kitu kitu cha kwanza kutilia maanani of course ni aina za mboga kuhakikisha kwamba chakula zako at least mara kama mbili kwa siku at least umehakikisha umepata aina mm -hmm. ya mboga. Unaweza pata mboga ya manjano ama ya kijani kama hii um, mm -hmm. kwa sababu iko na aina ya virutubishi mingi sana mm -hmm. na virutubishi unapata kutokana na uh, mboga kama hii ya kijani kibichi ni tofauti na yenye unapata kutokana na mboga kama cabbage ama cruciferous vegetables mm -hmm. Kwa hivyo, kuhakikisha kwa siku unaweza pata labda aina zote mbili itahakikisha unapata madini mingi sana kwa mwili wako. Kitu ya pili yenye tunatilia mkazo ma, ni matunda. Kwa sababu gani? Iko pia na vitamins na na ma, na minerals ama madini yenye ni muhimu sana pia kuhakikisha afya yako iko bora. Kwa hivyo, tena tunataka at least mara kama mbili ama at least mara mbili kwa siku, ni ni siku. utachukua labda tofauti aina tofauti za matunda. Uh, kitu ingine tunatilia maanani ni aina ya wanga ama starch ama carbohydrate, aina ya chakula zenye hazijasiagwa kwa sababu kusiaga chakula, kitu ya kwanza kunafanya mwili yetu ikuwe na urahisi wa kusiaga hiyo chakula mm. Na hatupendi hiyo kama wanasayansi kwa sababu mwili kisiaga chakula haraka, inamaanisha pia itatengeneza sukari kwa damu yako haraka mm. Na sukari ikikuwa ikizindi sana kwa mwili, utapata moja, inageuzwa kuwa mafuta na inaweza tengeneza aina yote ya mafuta kwa mwili. Kwa hivyo tunataka upatie mwili aina ya chakula kama hizi, kwa sababu nikitumia mfano, ukikula kitu kama venye niko na viazi tamu hapa labda ama ndoma, inaweza chukua takriban kama masaa tatu kabla mwili isiage hizi chakula. Na ndo sababu unasikia tumbo imejaa. Yeah, kulinganisha na mtu mwenye labda atatumia spaghetti ama makaroni. Yeye utapata labda kwa saa moja hivi, saa moja na nusu ama kama ni mkate alikula, ile chakula kimesiagwa. Mm-hmm. Yeah. Kwa hivyo, um, kitu naweza sema kwa sababu ya chakula zenye tumepewa, ni vizuri tuzikule. Kitu yenye ningetaka sana sana mtazamaji atilie maanani ni kiwango, usipitilize ama ukule aina moja ya chakula, ukule ikiwa kiwango mingi sana. Sawa, sawa kuna swala fulani hapa umelizungumzia na nimelipenda, kwa wagonjwa wa figo maanake tumezungumza hapa ukasema, anaweza kula tikiti maji, hiyo utamelo, na anaweza kula apple. Mwingine amerudi anasema wanaambiwa wasile apple ya red, wale apple ya green. Unaona, sasa pengine ushauri wako tu kwa nusu dakika kwa wale wagonjwa wa figo na wanaotutazama hivi sasa na wako njia panda, hawajui wale nini, wamembewa wasinywe uji kwa wingi, wamembewa wazingatie nini? Uh, kitu cha kwanza ningesema, um, njia mzuri ya kushughulikia ama kut, uh, ku make sure una manage mgonjwa mwenye akona shida ya figo ni kufuatilia vipimo zake, kwa sababu kama venye nilisema mm. kama vipimo zinasema uko sawa sitadhibiti sana mm -hmm. Kwa hivyo kitu ningesema ni kwamba, kwa hiyo swala ya epu kumbuka huu mgonjwa anaweza kuwa amekuja na shida ingine, labda alikuwa mm. na ugonjwa wa sukari mm. na tunajua red apples ziko na kiwango mingi ya sukari kuliko green apple. Mm. na ndio sababu najaribu kuimagine, labda mtaalam mwenye alimwelezea ni kwa sababu pia anajaribu kuangalia swala la sukari mm. na pia anajaribu kuangalia swala la figo. Hiyo ndio utofauti wa whether green ama red. Kwa hivyo zote, lakini sentensi moja wanapokuwa kwenye vyakula wale vyakula kulingana na kulingana na maelezo ya mtaalamu. Asante. Mm. Karuri, nusu dakika kauli ya mwisho. Uh, ningetaka kuwapongeza sana madaktari walio ni shughulikia na, na niseme nilikuwa tu na bahati niliweza kupata suluhisho kwa shida langu la acute kidney injury. Mm -hmm. Na, na shukuru sana again kwenye walinisaidia walini sawa sawa, nadhani pia na. Tusema pia wamshukuru Mungu zaidi, maanake madaktari Shukra walitenda lakini Mungu akafanya. Asante sana daktari Mwanamisi, asante sana kwa kutualika hapa leo. mm -hmm. Nimefurahi sana kujadiliana na wewe. mm -hmm. E, naomba tu watu e, kesho wakumbuke waende waangaliliwe figo yao hata mm -hmm. kipimo kama mkojo pekee mm -hmm. kama unaogopa sindano, kutolewa damu, mkojo pekee inaweza tuambia kwamba kuna shida na tufanye utafiti zaidi mm -hmm. Naomba kila mtu aende afanyiwe utafiti ile kidogo kidogo, tuweze kuzuia mashida kabla zikuwe kubwa sana. Okay, sawa sawa. Na pengine mtu akitaka ushauri zaidi anaweza kupata kwenye nambari gani ya simu? Habari yangu ya simu kama huna kwa sasa, achana nayo. Haya mtazamaji, basi mimi niseme tu asante sana kwa muda wako ambao umetumia kutizama Jukwaa la Afya. Tuchukue tahadhari kabla ya hatari. Kesho ni siku ambayo ulimwengu utakuwa unaadhimisha siku ya figo. Kwa hivyo kama alivyoeleza daktari ni kwamba nenda ukafanye uchunguzi, manake ukiweza kupata ugonjwa huu mapema kama mwenzetu vile alivyogundua mapema, unaweza kujikinga na madhara mengi tu ambayo yangekuwa yato Okay, baadaye katika siku za usoni. Naitwa Mwanaamisi Hamadi na kutakia mchana mwema, kwa heri.